Mapendekezo ya mpango wa maendeleo wa mwaka elfu mbili ishirini na sita elfu mbili na ishirini na saba kama mnavyoona tunavyo kwenda na hii mipango. Tumeanza na mpango wa miaka ishirini na tano ule mpango wa miaka ishirini na tano tumechukua mpango wa miaka mitano ule wa awali, na kutoka kwenye mpango ule wa miaka ishirini na tano tumechukua mpango wa mwaka mmoja unaoanza. Kwa hiyo hizi nyenzo tatu kwa pamoja zitawasilishwa kesho katika bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa ajili ya kujadiliwa na hatimaye bunge kufikia uamuzi kwa, kwa maana ya kuridhia, ili nyenzo hizi sasa zitumike katika kutekeleza dira. Na kama tunavyofahamu, utekelezaji wa dira 2050 utaanza mwaka huu Julai, mwezi Julai tarehe 1, 2026. Kwa hiyo haya ni maandalizi na ni maandalizi ya mwisho kuelekea kuanza kwa utekelezaji wa dira. Sambamba na nyenzo hizi tatu, tume ya Taifa ya mipango kwa kuzingatia uzoefu tulioupata katika utekelezaji wa dira iliyopita, tumeandaa mwongozo na huu mwongozo unahusu upangaji wa mipango ya maendeleo. Na huu mwongozo hautaenda bungeni kwa sababu ni mwongozo kwa ajili ya utekelezaji au namna ya kupanga mipango na lengo lake ni kuziongoza taasisi zetu zote, kwa maana ya mashirika ya umma, halmashauri za serikali za mitaa, manispaa zetu pamoja na majiji, idara zinazojitegemea, wakala za serikali na taasisi zote za serikali, ikiwa ni pamoja na wizara zetu na kila anayehusika na utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya taifa letu kwa hiyo kupitia mwongozo wa upangaji wa mipango ya maendeleo, taasisi hizi zitapata mwongozo wa namna ya kupanga mipango hiyo kwa lengo la kwenda kulingana na matakwa na matarajio ya Dira ishirini na hamsini. Sasa katika kuandaa na kuwaweka e wenzetu walioko katika taasisi, wizara, idara zinazojitegemea na kadhalika, tayari tumeshakutana na taasisi hizi zote kupitia uwakilishi kutoka katika kila taasisi. Tumeshakutana na wataalamu wa uchumi au wakuu wa idara za uchumi za halmashauri zetu zote 184 zilizopo nchini. Tumekutana na wasaidizi wa makatibu tawala wa mikoa yetu yote 26 iliyopo nchini tumeshakutana na mashirika ya umma kupitia ofisi ya msajili, msajili wa hazina na tumekutana na wakurugenzi wa sera wa wizara zote, kwa lengo la kupi, kupu, kufahamishana au kujadili na kuwa na uelewa wa pamoja juu ya nini hasa kinatakiwa wakati wa kupanga mipango ya maendeleo ya taifa, vitu gani vizingatiwe na vitu gani viwekewe mkazo ili tusiache hata kitu kimoja ambacho kinatamkwa katika dira lakini kisionekane katika mipango yetu ambayo inafanywa na hizi taasisi. Kwa hiyo, eh, hadi hapo tunakuwa tuko pamoja, kwa sababu tunakwenda hatua kwa hatua na hii inatupa uhakika wa kuhakikisha kwamba dira hii inatekelezwa kikamilifu ili kufikia malengo yaliyowekwa katika dira na kufikia malengo na matarajio ya wananchi kwa, kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza ambalo e, Tume ya Taifa ya Mipango iliona ni muhimu tuweze kufahamisha umma na kupitia kwenu e, tuwafahamishe wananchi wenzetu wote wajue kinachoendelea katika maandalizi ya kutekeleza dira. Jambo la pili ambalo pia ni muhimu ni kwamba kwa nini sasa tu, tuwe na umuhimu wa kuwataarifu wananchi juu ya maendeleo ya maandalizi ya utekelezaji wa dira, kuna umuhimu gani? Kuna mambo makuu matatu ambayo ni muhimu sana, na ndiyo haya yanayosababisha tuendelee kutoa taarifa katika kila hatua tunayofikia katika maandalizi ya utekelezaji wa dira. Jambo la kwanza, mtakumbuka kwamba Dira ishirini na hamsini ilikuwa ni dira shirikishi. Wananchi wameshiriki, mwananchi moja moja, vikundi, taasisi zisizo za kiserikali kwa maana ya NGOs, taasisi za dini, sekta binafsi na kadhalika. Kwa hiyo ushiriki ulikuwa mkubwa, na kupitia maoni hayo Dira hii ya ishirini na hamsini imechukua maoni ya wananchi kama yalivyowasilishwa, na kupitia maoni hayo Dira ishirini na hamsini inakuwa imebeba matumaini ya wananchi. Kwa hiyo ile ukweli kwamba Dira ishirini na hamsini imebeba matumaini ya wananchi